Miguu kuwaka moto ni changamoto inayotokana na upungufu wa vitamin B. Miguu kuwaka moto ni changamoto inayotokana na upungufu wa B bit... Miguu kuwaka moto ni changamoto inayotokana na upungufu wa vitamin B12 mwilini lakini pia mzunguko hafifu wa damu. Unakuta kwamba mzunguko wa damu haufiki miguuni, kwa hiyo inaweza ikasababisha miguu kuwaka moto na kufa ganzi. Lakini pia inaweza ikatokana na changamoto ya kisukari au tatizo la shinikizo la juu la, la damu, yaani pressure hii pia inaweza kupelekea matatizo hayo kwa sababu ni magonjwa ambayo huwa yanaathiri mfumo wa neva na kusababisha neva kuweza kusinyaa na mishipa hiyo kisha sinyaa, ina maana kunakuwa hakuna hisia miguuni. Kitaalam linaitwa tatizo la neuropath. Kwa hiyo ili kuondokana na matatizo haya, hakikisha unapata tiba ya kuimarisha sukari kwenye damu au kutoa sumu mwilini na kuimarisha mzunguko wa damu na kuondoa changamoto uliyokuwa nayo na ili kupata, na hali hii inaweza ikatibiwa kupitia kupata mwongozo wa lishe au kutumia tiba kutoka Okoa Mwili. Ili kupata tiba hizi, uh, wasiliana nasi kama unasumbuliwa na tatizo hili kwa namba inayoonekana hapa, au uh, komenti neno niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo bure.